Serikali inaendelea na juhudi za kuwatafutia makao mbadala waathiriwa wa maporomoko ya udongo katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Waziri usalama, Murkomen, wa usalama wa Kipchumba Murkomen anasema hatua hiyo itawasaidia waathiriwa mbali na kuokoa maisha ya watu wengine wanaoishi katika hali kama hiyo. Alikuwa akizungumza katika ibada ya mazishi ya watu wanane kati ya 39 waliofariki katika mkasa huo. Brenda Wanga ana maelezo zaidi. Wakaazi wa eneo la Embobut na Sambirir huko Elgeyo Marakwet walijumuika kuomboleza vifo vya waliokuwa jamaa na majirani wao waliofariki katika maporomoko ya ardhi mwanzoni mwa mwezi huu, hali ya huzuni ikidhihirika nyusoni mwao, huku wakiwaza kuhusu hali hii iliyowakumba. Kijana alikuwa mtu mwaminifu alikuwa naenda shule aga, alikuwa anafanya viti kwa shule na kijana akawa na maneno kwa nyumbani tumepoteza mtu wa maana sana, alikuwa tegemeo kwa mambo mengi, tulikuwa tunatumia yeye kusaidia kuchunga. Mkasa huo umewaacha bila makao wala njia ya kujikimu kimaisha. Hatuna pa kuishi tena, kama nyumba ilibebwa. Shemeji ameenda, hatuna wazazi. Yaani tuko tu. Maporomoko hayo ya udongo yalisababisha vifo vya watu 37, wengine kumi hawajulikani walipo. Wale ambao walinusurika wanahitaji makazi mbadala. Jamii hapa ikisema wanapaswa kuhamishwa kwa haraka. Watu wakatolewa Embobut Forest, wakaambiwa waende below the road. Below the road hapa sasa ndio wamefakiliwa na landslide. Hao watu wote wamefakiliwa. Lazima tukuwe na special budget. Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen amesema serikali inatafuta suluhu ya muda mrefu, lakini kabla ya hapo, anasema ni lazima wakaazi wachukue hatua katika kulinda mazingira yao wenyewe. Hiyo laini yenye itakuwa regularized ya Embobut itapita wapi na itasaidia watu wangapi? Ili isaidie watu sasa, William Ruto hii serikali isiyo ingine, hii serikali ndio itapatia title deeds watu ya Embobo. Watu hao wanane waliofariki watazikwa kesho nyumbani kwao katika maeneo mbalimbali. Ibada ya mazishi ya wengine ishirini na tisa waliofariki katika maporomoko hayo ya Chesongoch itaendeshwa siku ya Ijumaa. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.